Ebwana, Waswahili wanasema uungwana ni kusalimiana, na mimi raha yangu ni kukujulia hali. U hali gani mtazamaji? Na karibu kwenye mapinduzi ya teknolojia. Mimi ni mtu wako wa nguvu na ndo jina langu Ebwana. Katika kipindi cha miaka kumi iliyopita tumeona mabadiliko mengi makubwa sana kwenye upande wa teknolojia, lakini miaka mitano ijayo itakuwa na kasi zaidi kuliko tunavyoweza kufikiria teknolojia nyingi tulizozizoea kila siku zinaenda kupungua matumizi yake bila kelele na urahisi wa mambo unazidi kuongezeka. Mimi niko tayari kupokea mabadiliko hayo. Je, wewe umejiandaa kwa vitu ambavyo kwa sasa unaona ni muhimu kuvipa mkono wa heri na kuviacha kabisa na ifikapo elfu mbili na thelathini vitakuwa kwenye makumbusho. Ibana, katika podcast hii ya leo tunaenda kuangalia vitu baadhi ambavyo kufikia elfu mbili na thelathini vitakuwa kwenye makumbusho, yaani tutakuwa tumeshavisahau kabisa na matumizi yake yatakuwa yamepotea kabisa. Ebwana, jambo la kwanza ni pesa kasli, wabongo tunaita mpunga na no waswahili wanaita sasampa. Ebwana, keshi imekuwa kwenye karne nyingi na imekuwa njia maarufu ya ufanyaji na ubadilishanaji wa biashara ingawa bado tunashika noti na sarafu mikononi mpaka leo. Lakini vipi nikikwambia kuwa pesa taslim yani cash, inaenda kupoteza matumizi yake? Ebwana, ulimwengu huu tunaoishi mimi na wewe unahamia kwa kasi kwenye uchumi wa kidijitali. Kuanzia malipo ya simu hadi sarafu za kielektroniki, matumizi ya pesa za karatasi yani cash yanapungua kwa kasi, huku benki za dunia zote zinahangaika kutengeneza sarafu za kidigitari ebwana. Ifikapo 2030 kutoa pochi, kuhesabu chenchi, mm. itakuwa jambo la kizamani sana. Kila mwamao utakuwa ni mguso mmoja kwenye kifaa chako af, chap jambo linakuwa limeisha mtwangu. Na jambo la pili ni kadi za benki na risiti. Hata kadi za plastiki hizi tunazopewa bank, unazobeba leo zitakuwa historia Teknolojia ya contactless, imechukua nafasi kupitia simu janja na unafanya malipo hayo, na ile lisiti ya karatasi uliotakiwa kupewa zamani utakuwa unaingiziwa tu kwa njia ya mfumo wa SMS na jambo linakuwa limeisha mtu wangu. Badala ya kujaza pochi na makaratasi yanayopoteza rangi, lisiti zote zitakuwa zikitumwa moja kwa moja kwenye mfumo wako wa benki na email. Afu jambo lingine au jambo la tatu itakuwa ni password na usalama. Sote tunajua usumbufu wa kusahau password katika ulimwengu huu wa leo, na ulimwengu wa kesho hautakuwa na maneno hayo ya siri, yatakuwa yametoweka, yatakuwa hayapo. Badala yake teknolojia ya biometrics kama matumizi ya sura, alama za vidole na hata mapigo ya moyo ndio itakuwa ufunguo wako wa siri kwenye maeneo yote yanayohitaji usalama huo au uthibitisho huo. Bwana, 2030 itakuwa very interesting kwa sababu utambulisho wako ndio utakuwa password yako, kama vile alama za vidore na mambo mengine yote kama vile NIDA tunaona sasa hivi tunaingia kwenye neno. Mambo hayo yanatupeleka 2030 kwenda kuhakikisha kwamba 2030 na hautakuwa unabeba vitambulisho kumi kwa ajili ya kukutambulisha wewe mtu mmoja, bali utakuwa na kitambulisho chako kimoja cha pili ambacho ni biometric, au alama zako za vidore. E bwana, jambo la nne ni cables. Kama unachukia fujo za nyaya nyingi mezani kwako, una sababu ya kufurahia hili. Waya za kuchaji na kuhamisha data zinaenda ukingoni. Kila kifaa kuanzia simu, laptop hadi vifaa vya kiteknolojia especially za kuchaji vinaenda kufanyiwa mabadiliko makubwa. Hii inahusisha teknolojia ya kuchaji kwa mbali bila hata kugusa kifaa chako, yani long-range wireless charging inakuja ifikapo 2030. 2 dhana ya kuchomeka chaji kwenye simu yako itakuwa imeanza kusahaurika ifikapo mwaka huo. Na wale ambao, uh, wanatumia iPhone au watu wangu wa iPhone, nadhani nadhani mtafurahia sana swala hili kwa sababu nyinyi ndio mnaongoza kwa kubeba chaji, of course, lakini ifikapo 2030 mtakuwa mmeshasahau swala hilo. Ebwana, hii teknolojia ni very interesting, na kuna baadhi ya makampuni ya simu kufikia leo hii yameacha kutoa simu ambazo zina port ya chaji, lakini zinakuja na MagSafe, yaani chaji ya ki magnetic ambayo una attach kwa nyuma na inakuongezea chaji kwenye simu yako. Hii teknolojia inaendelea kuwa revolutionized ambapo ifikapo 2030 utakuwa na uwezo wa kuchaji ukiwa very far au at a very distant time, huku ukiendelea kutumia simu yako na bila kupata usumbufu wowote, huku simu yako ikiendelea ya kuchaji bana. Jambo la tano na jambo la mwisho ni funguo za chuma. Tumetumia funguo hizi kufungua milango yetu kwa miaka mingi, miaka nenda miaka rudi, lakini kufuli za kidijitali na milango inayofunguka kwa simu na sauti inachukua nafasi kutokuwa na hofu ya kupoteza funguo tena. Nyumbani itakumbuka na kukufungulia mlango wenyewe, bila kukusahau au kuwa na mapungufu ya aina yoyote. Ebana, teknolojia hii itazingatia baadhi ya vitu ikiwemo face identification, biometrics aza voice recognition, yaani kukukumbuka sauti kwa, kwa, e tunajua kwamba kuna baadhi ya switch ambazo sasa hivi zinatumika kwa kutumia sauti, aidha kwa kuwasha taa au kwa kufungua mlango. Lakini hii teknolojia bado inaendelea kufanyiwa mabadiliko. Endapo ikifika elfu mbili na thalathini, inategemewa itakuwa imefika kwenye phase ambapo mtu ataweza ku-implement, uh, a certain pattern of voice, aidha kutengeneza aina fulani ya muundo wa sauti ambao wewe una uwezo wa kukumbuka, then ukifika ukiusema ile system itaangalia, je, hiki unachokisema kina match na kile ambacho we ulikiweka kama password, then mlango atakufunguka bila tatizo lolote. System hii iko very secured na utaweza ku access vitu vyako vilivyo ndani bila kuwa na shida yoyote. Je, uko tayari kuachana na vitu unavyofanya sasa hivi eh, na kuendana na speed ya vitu hivi vipya vinavyokuja? Mi binafsi yangu niko tayari na navisubiri kwa hamu, of course kufika 2030 endapo majari wa Mungu akitufikisha, tuweze kuona hizi teknolojia zinazokuja. Tuambie kwenye maoni yako hapo chini. Mimi ni Nats, asante kwa kuwa nasi, na tukutane katika ulimwengu wa kesho wa...